Katika hii video swali la kwanza, soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali. E, nani kuku? So, si poa leo. Mate, ndo ndo ukimanga hii hutaona daktari kwa miaka kumi. Ng'ombe je nani, nani? ni wewe poa basi naja. Swali la a, weka sajili kwenye muktadha wake. Swali la ba, eleza sifa ambazo ujitokeza kwenye sajili uliotaja, na swali la pili Kiswahili ni mojawapo wa lugha za kimataifa dhibitisha. Swali la ah, weka sajili kwenye muktadha wake, na hii ni sajili ya hotelini. Swali la ba, eleza sifa ambazo ujitokeza kwenye sajili uliyotaja. Na katika sifa ambazo ujitokeza kwenye sajili ni matumizi ya kauli ambazo katika mazingira mengine haziwezi kuwa na maana, kwa mfano nani kuku eh, Sifa nyingine, matumizi ya msamiati maalum hotelini, kwa mfano e, maneno kama vile chapo, karanga na kadhalika. Sifa nyingine, usheni lugha ya ucheshi na utani. Sifa nyingine, matumizi ya misimu, kwa mfano ukimanga. Sifa nyingine, huwa kuna kuchanganya ndimi. Sifa nyingine, wana matumizi ya lugha isiyo sanifu, kwa mfano ukimanga. Sifa nyingine wanatanakali ama wako na tanakali za sauti kwa mfano ndondondo ndo, ndo. Sifa nyingine matumizi ya sentensi fupi fupi. Swali so, la pili, Kiswahili ni mojawapo wa lugha za kimataifa thibitisha. Na moja ya kwanza, Kiswahili huzungumzwa katika vyuo vikuu e, vingi duniani kama vile Uingereza, Ujerumani na Japani. Moja nyingine Kiswahili hutumika katika kutangaza E, kwenye idhaa nyingi duniani za kimataifa kama vile BBC, Voice of Africa na Radio Urusi. Hoja nyingine Kiswahili kinasemwa katika kila pembe ya dunia. Kwa mfano, Afrika nzima inazungumzwa Kiswahili kinazungumzwa Amerika. Amerika Kiswahili kinazungumzwa na pia China Kiswahili kinazungumzwa. E, hoja nyingine Kiswahili ni kati ya lugha zinazotumiwa kama lugha rasmi katika Umoja wa Afrika na pia umoja wa kimataifa. Moja nyingine hutumiwa katika kutolea magazeti mengi na majarida katika pembe tofauti za dunia kama vile Uchina, Uajemi na Ujerumani.